Eyo, watu wangu wa nguvu wa Leza TV, kama kawaida, kama ilivyo dawa, niliahidi kufanya, sasa nataka kufanya. Niliahidi ya kuwa eh, nitakuwa nawapatia update kutokana na mabadiliko ambayo yamefanyika kwa idara ya uhamiaji hapa Canada, so niliahidi ya kuwa nitawapatia listi ya makampuni ambayo ya eh, yana vibali vya LMIA Yani, ambayo wanaweza kuleta watu kufanya kazi hapa Canada, lakini pia nitakupatia list ya kazi nyepesi tano, kazi rahisi kupata tuseme kazi tano rahisi kupata hapa Canada ambazo hazihitaji uzoefu, hazihitaji masomo, hazihitaji mambo mengi, zitakusaidia sana. Kwa hivyo kama unatazama video hii kupitia YouTube short, angalia pale kwa related video, uweze kuangalia full video kupitia YouTube channel yetu. Asante sana kwa wewe ambao unaendelea kututazama. Kama wewe ni mara yako ya kwanza unatazama Leza TV, ni kuombe tu uweze kusubscribe hapa, kwa sababu hapa natoa taarifa kibao na onyesha watu njia nyingi sana za kufanya maombi ya kazi hapa Canada, jinsi unaweza kufanya maombi kupitia Job Bank. Lakini pia mm, naonyesha pia watu eh, jinsi ya kutengeneza CV ambazo zinahitajika ama zinakubalika hapa Canada ambazo ni competence CV ambazo ni CV ambazo ni za kisomi ambazo eh, zinaweza kukufanya upate kazi hapa Canada. Kwa hivyo kwa kifupi, endelea kukusalia hapa Leza TV, kama wewe ni mwanachama ama mwanamemba wa Leza TV, mwanafamilia, kwa sababu tuna familia kubwa pia ambayo ni WhatsApp group yetu, na kwenye WhatsApp group tunawatoa pia mwelekeo wa watu wanafaidi haraka sana kule, watu wananiandikia inbox, wanapata nafasi ya kuchukua namba yangu kwenye group hatu chat kwa sababu tulifunga chat, kwa sababu ambazo hazikuweza kuzuilika, eh, lakini pia tunaongea na watu kupitia chat za kawaida, watu wananiandikia kupitia WhatsApp namba yangu ambayo iko kwenye group. Kwa hivyo na wewe ukitaka kujiunga na sisi kupitia group letu, usisite kujiunga moja kwa moja kupitia link ya WhatsApp group ambayo iko kwenye description ya video hii. Itakusaidia sana maana, napoposti video mpya, napokuwa napanga kwenda live, kunapokuwa na update labda link, huwa naongea na watu wangu kupitia group ya WhatsApp. Kwa hivyo na wewe unaweza kuwa mwanamemba wa WhatsApp group letu, kama utagusa link pale kwa description, ikupeleke moja kwa moja kupitia chaneli yetu. Kwa hivyo watu wangu wa Kenya, Tanzania, watu wangu wa Kongo, Burundi, Rwanda, watu wa East Africa kwa jumla, waswahili wenzangu, kama kawaida, harakati zinaendelea, mapambano yetu yanaendelea, tusikatishwe tamaa, ndio moto. Yaani, hiyo ndio kaulimbio yetu ambao tuko nayo, tusikatishwe tamaa. Maana kuna watu wanatukatisha tamaa, nimesema katika video nyingi. Kuna mtu anakwambia Canada hakuna kitu Canada, hakuna maisha. kwa nini uende Canada? Unaweza kukaa Afrika Ukapata tu maisha. Yes. Kuna watu wana maisha mazuri sana wakiwa Afrika, lakini maisha ya Afrika inahitaji connection, inahitaji mjuano, inahitaji uwe na pesa ina... saa zingine inaenda mbali, inahitaji hata uende kwa mganga ndio uweze kufanyikiwa. Lakini huku Kanada hakuna cha mganga, hakuna chochote. Nguvu zako, bidii yako, ujuzi wako, elimu yako ndio unaweza kukufanya ukawa na maisha mazuri hapa Kanada, na kila mtu ana maisha mazuri, asikudanganye mtu yule ambaye ana maisha mazuri Canada ni yule ambaye ameamua kuharibu maisha yake, labda kwa madawa ya kulevya ama kwa vitu vingine tofauti. Alijichanganya yeye mwenyewe mahesabu hivyo, lakini kama una nguvu, una akili, unaweza kufanya kazi, utafanya kazi na utapata mshahara. Ndio maana nataka nikutajie kazi rahisi kupata Canada, lakini pia ni kazi tano rahisi kupata Canada, lakini pia nitakutajia makampuni yenye eh, LMA nyingi zaidi. Kwa hivyo unapo jihusisha kwenye hayo makampuni moja kwa moja unakuwa na uhakika wa kupata work permit, eh, visa ama kupata barua ya kazi ambayo utaitumia baadaye kuombea work permit na visa ya kuja kufanya kazi Canada. Tuanze na kazi hizo ambazo ni rahisi. Kazi namba moja ni kazi za warehouse, warehouse ama kwa Kiswahili tunasema eh, ni kazi za galani, yani kupanga vitu kwenye masto, kwenye shelves, kuweza kuhakikisha vitu viko katika um, mpangilio mzuri hivyo, kup, kupanga um, vitu kwa oda pia za wateja, kuweka oda za wateja, labda kwa sababu ya kuandaa mambo ya delivery na vitu kama hizo. Ni kazi nyepesi sana ambayo haihitaji experience, haihitaji masomo, inahitaji tu bidii, nguvu kidogo, maana ni kazi ya mwili hapa mwili unatumika sana kwa sababu unaweza kusimama masaa marefu, unaweza kubeba maboksi mengi, unaweza kupanga vitu kwenye mikono, lakini mwisho wa siku unapata pesa yako nzuri na unakuwa na maisha mazuri. Na hii kazi eh, inapatikana katika maduka kama ya Walmart, eh, Amazon, FedEx, eh, na sehemu nyingine. Yaani ni kazi nyepesi sana ambayo haina mambo mengi, haitaji mambo mengi, lakini wanaajiri watu kwa wingi sana. Yani watu wanakuja kwa wingi sana, na mishahara yake nachezea dola kumi na sita kwa saa mpaka dola ishirini na mbili kwa saa. Inategemea pia na vile utakavyojituma na nini, na pia kuna extra time ambazo zinakubalika hapa. Kwa hivyo, ni bidii yako tu. Nilikwambia nitakwambia mwisho kampuni ambazo ziko na LMA nyingi ambazo unafaa kuzingatia ili uweze kupata kazi Canada. LMIA tulisema ni labor, um, market impact assessment. Ni kibali ambacho kinaruhusu wafanyakazi wa Canada wakishatafuta mtu wa kufanya kazi Canada ndani ya wiki nne. Yaani serikali inawapatia wiki nne peke yake kufanya advertisement ya kazi kupitia Job Bank na mitandao mingine kama Indeed ambazo eh, na zingine nisema nitawatajia pia hizo mitandao zingine apart from Job Bank. Nitawafanyia video nyingine next ambayo nitazungumzia hizo eh, kampuni nyingine ambazo zinapana kazi kwa international candidate apart from Job Bank. Kwa hivyo hapo serikali kishampatia mtu nafasi ya kutangaza kazi yake, eh, kwa um, kuna nafasi za kazi kwa wiki nne. Anapokosa mtu wa kuja kufanya kazi, basi serikali inamruhusu kuweza kufanya um, kutafuta international candidate ama mfanyakazi ambaye ni wa kutoka nje ya Canada ambaye atajaza nafasi ya kazi kwa sababu kampuni haiwezi kufungwa kwa sababu ya kukosa wafanyakazi. Mshahara uh, hapo nimeshasema mshahara ni dola 16 mpaka 22. Kazi nyingine ya tatu amba, ya pili ambayo pia ni kazi rahisi kwa mtu yoyote, anaweza kuifanya. Ni kazi ya cleaner eh, ama jonita, wengine wanawaita wanawaita hivyo huko jonita, ama eh, ni msaidizi tu wa usafi, ni mtu wa kufanya usafi. Hapa ni usafi, ku clean eh, nitakwambia unaweza ku clean eh, nafasi kama ofisi, shule, hospitali eh, na shopping malls. Wanahitajiki wale watu wa kufanya usafi, kupiga deki. E, lakini huku haufanyi Yesu utasimama, lakini haufanyi ile kama ya, ya nyumbani. Unatumia sana vifaa vingi vya kufanyia hiyo kazi, mashini zipo eh, za kuweza kukusaidia kufanya kazi, inakuwa nyepesi zaidi, lakini pia unatumia nguvu kidogo kufanya hii kazi. Hakuna experience inayohitajika hapa, ni uwezo wako tu wa kufanya usafi na utiifu na bidii yako pale kazini, nidhamu, discipline. Simple, kwa sababu utafanya kazi mahali kuna watu wengi kwa hivyo hutafokea watu labda umesha kusafisha mahali afu kwa bahati mbaya mtu akapita akakanyaga ile sehemu naija kauka, hutamwangalia na sura mbaya, hutamkunjia uso ehe, unamwambia tu it's okay, it's okay, no problem, mtu anapita. Kwa hivyo simple like that, discipline, uwezo wa kufanya usafi vizuri, basi ndiyo kitu ambacho kinahitajika. Hakuna kingine ambacho kinaweza kukusumbua pale. Mshahara wake ni dola ishirini mpaka dola eh, yani kuanzia kumi na sita mpaka ishirini kwa saa, na pia kuna extra time zina zipo kwa sababu inategemea sehemu ambayo unafanya kazi wanafunga saa ngapi, ama labda kuna uhitaji wa wafanyakazi kiasi gani. Na unaweza kuifanya pia kazi hii kama eh, temporal job, yani wa kazi ya muda mfupi, baadaye ukiwa unajipanga kupata kazi nyingine ambayo itakulipa vizuri kama unataka Kazi ya tatu nyingine ni ya food service. Eh, food service waka, yani wale watu ambao wanafanya kazi kwa magala ya stores za chakula, lakini pia kwa restaurant tofauti tofauti, maana hapa kama nilivyowaambia wazungu wanapenda kula sana kwenye restaurant. Hata hapa saa hii ukitoka nje ya kwangu hapa sio mbali tu na hapa utakuta restaurant ni nyingi, saa hii inawaka, watu wamekaa nje. Nadhani hiyo video eh, nitaipost baada ya kuposti hii, nitaposti video ya waonyesha zile eh, site ama mitandao mingine ya kuombea kazi Canada. Lakini pia baada ya hiyo video nitawapostia video niwaonyeshe jinsi watu wanavyokula nje kwenye restaurant nje kabisa, na vile wakati kipindi cha sama kinapofika vile eh, mji huo unachangamka, yani nchi inachangamka kweli kweli. Kwa hivyo kazi kama hizi eh, za restaurant zinapatikana kwa wingi sana. Especially kipindi cha sama wanahitaji wafanyakazi wengi sana wakuja kufanya hizi kazi. Maana, eh, kazi yake ni kupika chakula kuserve, eh, yani kuhudumia wateja hivyo eh tu, lakini pia wanaweza kuwa kashie n, yani kutumika pale kwa kaunta kuweza kuchukua malipo na vitu kama hivyo. Hii kazi mshahara wake ni dola kumi na tano mpaka kumi na nane kwa saa. Mshahara ni wa chini kidogo, lakini kazi ipo, lakini zingatia kuwa kazi yote ya restaurant hata kule nyumbani inakuwa na tips nyingi sana. Hapa tip unaweka, wanakuwekea kwa inaitwa gaje POS ama PDQ, ile mashini ya kulipia, kale ka mashini kadogo ka kulipia. Yaani hata ukitaka kulipa na kadi anakuuliza je, ungetaka kunipatia tip, afu tip tayari zimeshaandikwa pale kwenye mashini. Ni wewe utaangalia tu, unasema ah, huyu nimpatie tip ya pesa ngapi? Unampa tip. Kwa hivyo tip ni nyingi sana hapa, japokuwa mshahara ni dola 15 mpaka 18 kwa saa, lakini kuna tip nyingi sana ambazo wanazipata hao watu ambao wanafanya hizi kazi za restaurant na kwenye migahawa, ndio hizo restaurant, sehemu ya chakula ice cream, eh, vitu kama eh, restaurant ambazo unafanyia kazi ni nyingi sana. Kama unaweza kufanya kazi kwa restaurant kama McDonald's. Eh, uh, unaweza kufanya kazi kwa restaurant tofauti tofauti ambazo uh, zinauza pizza nini na vitu kama hivyo, yani hiyo chakula cha wazungu hicho. Kwa hivyo hii ni kazi rahisi sana sana sana kuipata. Very easy, haihitaji mambo mengi sana. Kazi nyingine namba nne ni kazi ya delivery. Kupeleka chakula, kupeleka bidhaa za wateja. Wateja wamenunua kitu, wanahitaji delivery, unapeleka. FedEx wanafanya hivyo DHL pia wanapokea watu wa kufanya delivery, kutokana na mpangilio wa kazi. Kwa hivyo ndio vile, ni kazi rahisi sana ambayo kila mtu pia anaweza kuifanya na haina mambo mengi, no experience. Unachohitajika hapa kukuwa nacho kwenye kazi ya delivery ni kukuwa tu na driving license na smartphone. Simple. Sio lazima tukuwe na gari, maana kuna tu gari tudogo siku hizi wako nato, unaweza kutotumia. Lakini pia kama una gari yako unaweza kwenda kuisajili ukawa unatumia gari yako eh, lakini pia unaweza kutumia baiskeli kufanya delivery, ama unaweza kutumia pia motorbike ama scooter kufanya delivery. Hii ni kazi ambayo ni ya delivery peke yake, eh, una deliver chakula kama Uber Eats. Eh, unaweza kufanya delivery ya eh, chakula ya pia kama Amazon eh, Amazon Flex, pia wanafanya delivery ya, ya vitu na chakula na vitu vingine, lakini pia kuna DoorDash. DoorDash iko hata Marekani. Uber Eats siko hata nyumbani Afrika, nadhani kwa wale ambao wanazoea hizo kazi za Uber Eats Kenya ndio maisha. Kenya kuna Glovo Eh, na zingine nyingi sana. Nakumbuka tulikuwa tunafanya tu order nyingi sana za pizza na vitu mbalimbali mbali kutoka Carrefour, Carrefour Market supermarket kutoka Quickmart na, na, Naivas na supermarket zingine kupitia hii eh, kupitia Glovo na hizo eh, zingine zote ambazo zipo, nisiwe nawafanyia eh, advertisement ya bure kupitia channel yetu ya Power. Kwa hivyo unachokihitaji hapa no experience, smartphone, driving license unaingia kazini. Kazi namba tano. Hii ni kazi ambayo siku zote haiwezi kukosa kwa list ya kazi ambazo ziko na demand kubwa sana. Na hii ndio iko na demand zote kati ya zote tano nilizozitaja. Hii namba tano ndio iko na demand kubwa. Nadhani mshaijua. Mshaijua kazi ambayo iko na demand sana. Ni chafu, ni mbaya lakini ina mshahara mzuri. Hii ni kazi ya um, inaitwaje kazi namba tano, personal support worker. Yani hawa personal support worker ndio wale wanasema wasaidizi wa wazee ama caregivers. Ehe, hawa caregivers ama caregiving ni um, eh, kazi ya kuwasaidia wazee ku kama wazee pamoja na walemavu, watu wasiojiweza, kuoga, kulala, kuamuka, kutembea Eh, kuvaa nguo hivyo simple like that. Tunaposema kuoga mnajua ni nyingine iko hapo ndani. Ehe, eh, kuwasafisha yani usafi ni nini, wazee wakae smart au sio? Bana noma sana. Ni kazi nzuri, ina mshahara mzuri sana kuliko zote, lakini pia ina demand kubwa sana kuliko zote. Hii nilisema haitawahi kosa kwa listi. Kinachohitajika hapa kwenye hii kazi ni kusomea hii lazima upite darasani kidogo, sio darasa uchukue miezi mingi, miezi nne mpaka sita, mwaka moja, itategemea na wewe na uwezo wako. Unataka kupata mshahara, the more umesoma sana, the more mshahara ni mkubwa, yani the more pia kazi yako itapungua ya kufanya. Kama umekuwa umesoma labda mwaka mzima, wewe watakukonsider. Kama utawachukulia wazee, utafanya kazi ya kuangalia wazee, kuwadunga sindano, kuwapatia dawa, kuwa kontrol kiafya zaidi. Ehe. Kama umesoma miezi nne, we hapa utakuwa na shughuli kubwa sana ni kuwahudumia hudumia mambo ya usafi na nini na vitu kama hivyo, chakula wakule, kuwabadilisha manguo. Na miezi sita ni kitu kama hicho, lakini ukishapandisha masomo demo, masomo yanapanda demo, pia mshahara wako unakuwa mkubwa zaidi demo, unapata kazi nzuri sana. Nafanya hivi kwa sababu nataka kusaidia ndugu zangu, nina moyo wa kusaidia ambao wamebaki Afrika kwa sasa niko Canada na um, nilikatishwa tamaa na watu ambao walifanya maombi ya kazi wakashindwa, wakaniambia wewe hautaweza chochote, wakaniambia mambo mengi sana, wakanivunja moyo. Lakini kwa sababu mimi kwangu kuvunji, kuvunjika moyo ni mwiko, kulose hope, kukata tamaa ni kitu cha mwisho ambacho unaweza kifanya kwa maisha yangu. Kugive up siwezi. I'll never, ever, ever give up in my life. Sijawahi kata tamaa kwa jambo lolote, maana ningekata tamaa singekuwa Kanada leo. Usikubali ukatishwa tamaa, yani isionekane bidii yangu nguvu zangu navyozitumia mimi kuja kuwaelezea zikufe bure, zipotee bure, yani for nothing, ionekane ni kama nilikuwa nakuja kuongea bure, nilikuwa napoteza time yangu kuwaongelesha, afu mwisho wa siku mkubali kusikiliza mtu ambaye anakuja kukwambia hakuna kitu Kanada na yeye yuko Kanada, ameshindwa kurudi Afrika. Kama Kanada hakuna kitu kama Amerika hakuna kitu, kama UK Germany, ama nchi yoyote yote ya ughaibuni e, mtu yoyote ambaye yuko diaspora, anafanya kazi, ameona kweli hakuna kitu, arudi nyumbani. Arudi nyumbani, uone atafanya kazi gani nyumbani, kama hatakuwa na kazi ya chini sana. Maana huyo ni failure, huyo ni mtu ambaye ameshindwa. Asikukatishe tamaa. Focus, nilisema nita eh, hii kazi yake, sijakwambia mshahara Mshahara wa kazi ya caregiving ni dola 20 mpaka 28 hadi, yani 31 kwa saa. Yaani ni kazi nzuri sana, kazi ambayo eh, inalipa, haina mchoko. Asikudanganye mtu, hii ni kazi haina mchoko, maana unaweza kuhudumia mtu mmoja ama wawili kwa siku peke yake wazee wawili ama umoja, mara nyingi anakwaga umoja kwa siku. Ukipewa wazee wawili, maanake sehemu ambayo unafanya kazi kuna demand kubwa sana hapa. Ndio unaweza ingia, unaweza kufanya kazi na ukawa TikTok, unaweza kufanya kazi ukalala pia, maana kwenye vile ile chumba cha kulea wale wazee. Maana unaweza kuifanyia nyumbani kwake kama uta, utaajiriwa nyumbani, lakini pia unaweza kuifanyia eh, kwenye mahospitali ama kwenye nyumba za kulea wazee pale kuna vitanda vingi sana, na wanapewa nafasi ya kulala, maana kazi naeza kufanywa usiku. Hapo utachagua ufanye usiku, kazi zote hizi nilizozitaja utaamua ufanye usiku, mchana, ni wewe mwenyewe. Lakini hii ya caregiving wanawapea mpaka kitanda, wana muda wa kupumzika karibuni saa moja na nusu ukishafanya kazi, kama ni usiku, wanakupatia nafasi ya kulala, uweze kupumzikisha akili kidogo, urefresh mind, afu uendelee na kazi. Na imagine, mshahara wake ni wa mkubwa sana hii kazi watu wanainiglate, watu wanaongelea vibaya, lakini nadhani mumeona eh, nimeshawaambia mara nyingi sana, nimeshashauriwa na watu wengi sana lakini, hata wale kina dada ambao unaona wako na maendeleo makubwa eh, ambao wako Amerika ama wako Canada wanafanya hii kazi. Ukimuuliza, mwaambie unafanya kazi gani, unasikia amekuficha, akwaambie unajua, anafanya hii kazi, lakini maisha yake ni mazuri, hana maisha mabaya. So kama nilivyokuwa nasema, nitawapatia pia listi ya makampuni ambayo yako na LMIA nyingi. Yani LMIA nyingi sio moja, yani hizi ndio zinapewaga vibali vingi sana vya kuleta wafanyakazi. Kwa hivyo katika maombi ya kazi unafaa kuzingatia hizi makampuni ili uweze kuwa miongoni mwa watu ambao watakao bahatika kuja ya Canada, especially katika kipindi hiki ambacho inasemekana ya kuwa serikali itaenda kupunguza watu ambao watakuja Canada. Niliwaambia msitishwe watakaopunguzwa kuja Canada ni permanent resident lakini sio wafanyakazi kwa sababu hata katika eh, taarifa ya habari ambayo ilikuwa leo tarehe 15. Wamesema leo nafanya video hii tarehe 15, lakini itakuwa premiered tarehe 16. Walisema ya kuwa hawawezi kosa kuleta wafanyakazi kwa sababu economy ya Canada inategemea wafanyakazi, once watachukua hiyo hatua ya kutokuleta wafanyakazi itapunguza Uh, pia economy, uchumi wa Canada unaweza kushuka chini, hautapanda, lakini utashuka kwa sababu wafanyakazi wanaongeza economy. The more wanafanya kazi, the more wanazalisha. Changamoto tu ya nyumba ndiyo kitu ambacho wanakishughulikia mpaka sasa hivi. Kwa hivyo kazi ya ujenzi ni kazi muhimu, wanaofanya mambo ya ujenzi nitawaambia kwenye hii list ambayo niko nayo mkononi, ambayo inazungumzia hizi makampuni wa ujenzi, LMIA ziko nyingi. Twende kazi list ya LMIA nyingi zaidi. Kuna kampuni inaitwa Bay Shore Healthcare. Hii ni sekta ya afya, caregiving inahusika hapa ndani. Inaitwa Bay... nitawawekea zo kwa screen ndio tuwe tunasoma pamoja, maana zingine naweza kuzipronounce vibaya vile azipronounsiki ikawa na kupotosha, lakini bora ni kwenye, kwenye screen ya kwako eh, ziko hapa upande huu uweze kuziangalia eh, Bay Bay Shore Healthcare. Hii ni sekta ya afya. Wako na LMIA nyingi, lakini Amazon, Amazon wanahusika na mambo ya teknolojia na usambazaji. Nishasema kule katika listi ya kazi rahisi kupata. Unaona kama Amazon wako na LMIA nyingi sana. Kwa hivyo unapotafuta kazi kwenye Amazon, unakuwa na uhakika wa kuja kufanya kazi Canada. Ehe. Kuna nyingine ambayo inaitwa Hilton Hotels. Hii ni huduma za hoteli. Hilton tunaijua hata Kenya ipo, sijui kama Tanzania kuna kuanga Hilton, lakini ya Kenya niliachaga ya kuanzia wa kipindi cha corona ilifungwa. Sijui kama imesharudia kufanya kazi. Kuna hoteli Hilton, Intercontinental zilifungwa. Kama kuna mtu wa Nairobi ambaye yuko na information about Hilton, last time nilisikia wanataka kuifanya kuwa stores za kibiashara, nataka kuwa kama nyumba ya biashara kama nyumba zingine, kama eh, biashara house eh, kama Afya Center na zingine ambazo zinafanya e, eh, inaitwaga Imenti House na zingine za Nairobi. Sijui kama Hilton ishafanyika hivyo, lakini Hilton ya Canada huku iko na elema nyingi sana. Yaani iko inapewa elema nyingi kuweza kuleta wafanyakazi katika huduma za hoteli. Kwa hivyo, watu wa pia wa hotel nafasi yenu pia ni kubwa ya kuweza kupata kazi Canada. Usi, kama umefanya mambo ya hotel hot, ndio ja hotel management em, usika pale. Aya, kampuni nyingine inaitwa Loblo Loblo Companies. Hizi ni kama ni mchanganyiko wa makampuni mengi, wao wanafanya biashara rejareja, wanafanya biashara reja reja. Kwa hivyo hawa Loblo Companies wanaoza pia kukuleta haraka sana kwa sababu wako na LMA nyingi sana. Kampuni nyingine inaitwa PCL, eh, contractors hawa ni mambo ya ujenzi, PCL Contractors. Hawa wanahusika na mambo ya ujenzi, wajenzi. Hapa kunahusika electrician, plumber, eh, carpenters pia, eh, wapaka rangi, warandambao. Plumber ndio wale wa fundi bomba wale, ehem, maso, yani wajenzi wa, wa ukuta wanahitajika. Kumbuka serikali ilisema tunajenga nyumba kwa hivyo, serikali ya Canada iko inajenga nyumba. So hapa wewe ambaye unahusika na mambo ya ujenzi una nafasi ya kipekee sana, na kumbuka hii kampuni inaitwaje? um, na kurudia tena PCL Contractors, hiyo hapo kwenye skrini ya kwako. Kwa hivyo kila mtu achukue kampuni ambayo anaona itamsaidia kutokana na kile ambacho wanakijua zaidi, aweze kufanya eh, bidii. Lakini nimeona hapa afya imedominate sana maana tayari nimeshataja kama makampuni eh, kampuni ya kwanza ilikuwa ya afya, lakini pia nimeona afya imerudi tena kwenye kampuni nyingine hapa, inaitwa BC Char Ch Ch eh, Children's Hospital. Pia hii inafanya huduma za afya care giving, bado inahusika hapa katika kuhudumia watu pamoja na watoto ambao wamezaliwa wakiwa na itilafu kidogo kwenye akili na labda maumbile na vitu kama hivyo wanalelewa sehemu. Kwa hivyo BC Children's Hospital pia inatoa huduma za afya kwa watu. Kwa hivyo mtu wangu wa nguvu wa Leza TV, kama umejifunza, kama umeelewa, kama video hii imekufurahisha, kama umepata elimu kutoka kwenye video hii, usisite kuniandikia kupitia kupitia chochote, kupitia comment section kama uko na swali, lakini kama umefurahia pia na video hii, kwa sababu najua kweli imekufurahisha kwa sababu nimeongea vitu vya muhimu vitu ambavyo vinaweza kubadilisha ma maisha ya mtu mwenye nia, usisite kulike ku video hii. Nakuomba sana like video hii please, hapana kuwatch. Tusiwe napata eh, eh, views elfu moja, afu tunakuwa na like tano eh, ama like hamsini. Kwa nini watu wote elfu moja msi like video ili pia kumotivate kuonyesha yakuwa kaka unafanya kazi nzuri? Tumelike, kulike ni bure. Kumbuka kulike video hii lakini pia niachie comment yoyote kupitia comment section, kama uko na swali itakuwa jambo nzuri zaidi. Lakini pia kama una maoni, labda kuna video nyingine ungetaka nifanye, ama kuna kitu ambacho ungetaka nikiangazie hapa Canada, maana nyinyi ndio watu ambao nawaelekeza. Kwa hivyo, kama labda umechanganyikiwa sehemu yoyote, usisite kuniandikia kupitia comment section, nitazingatia comment. Mimi husoma comment pia ujibu comment. kwa hivyo, itanipatia pia muongozo wa video ambayo nitakayofuata katika eh, video nitakayotengeneza. So kwa leo tumeishia pale. Nawatakia kila la heri katika maombi ya kazi Canada. Nia ya yangu ni kuomba siku moja tukutane hapa. Unaweza kutazama video ambayo ina pop kwenye screen ya kwako eh, kama ni upande wangu wa kushoto ama upande wa kulia. Angalia video hii, ina mafunzo zaidi ya jinsi unaweza kupata kazi na visa ya kazi huku Canada. Kwa hivyo eh, kwa sasa ni kuache tu till we meet again here at Leza